Hamisa Mobetto anasherehekea siku yake ya kuzaliwa leo, na kama tulivyoona mume wake Azizi K aliweza kumposti kupitia ukurasa wake wa Instagram na kumwandikia ujumbe wenye maneno matamu sana, na baadaye Hamisa aliposti hizi picha mbili na kuandika ujumbe ambao unasomeka hivi: ni siku yangu ya kuzaliwa leo, naadhimisha mimi safari yangu, nguvu zangu na moyo wangu. Ninapoona yule msichana a um, mdogo ndani yangu kwa kumpenda mwanamke aliyekuwa leo na kumpa toleo la zamani mimi kwa kumpa usalama upole na furaha aliyostahili siku zote. Kila hatua niliyoipitia imenijenga na leo nipo nikiwa nimejaa neema shukra na matumaini tele na, na mwaka huu mpya uniletee amani moyoni, unitoe kwenye giza na kunipa faraja inayoingia mpaka kwenye kina cha moyo wangu. Hamisa Mobetto alimalizia hapa kwa kuandika happy birthday mama Fantasy, happy birthday mama Dylan, happy birthday Mrs Azizi K. E, bwana, pongezi ni nyingi sana kwenda kwa Hamisa Mobetto, lakini uh, wengi wamemsifia Hamisa Mobetto na kumwambia kwamba yeye ni mwanamke ambaye alimeweza. Wote tunamfahamu Hamisa Mobetto ni mwanamke ambaye anapambana sana. Kuna huyu hapa ambaye amemwandikia comment na kusema kwamba Hamisa Mobetto, nakupenda sana wewe, uh, ndo kioo cha jamii ambacho tunakutegemea uh, kwa sasa hivi. Kuna huyu hapa ambaye ni mama yake mzazi amemwandikia kwamba mama yake na mama yake, nakupenda sana mwanangu, na Hamisa Mobetto amemjibu kwa kumwambia kwamba nakupenda sana mama yangu. Watu wengi sana wamempongeza Hamisa Mobeto, lakini pia tukumbuke kwamba Hamisa Mobeto ni mke halali wa Aziziki. Eh, bwana mtazamaji wa Lizzy Media, una nini cha kumwambia Hamisa Mobeto kwenye siku yake ya kumbukizi ya kuzaliwa? Dondosha hapo komenti yako, lakini pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Lizzy Media.